Mimani Conference Center hapa maandalizi ya finali za Miss Tanzania 211 yakiwa yanaendelea ya uh, mchana huu. Na hapa nina Bana Makoe, huwa itifaki kwa kamati ya Miss Tanzania. Bwana Makoe, oleki leo mwaliana unawaambiaje watanzania watanzania wajiandae kushuhudia shindano lenye hadhi ya kimataifa kwa katika mashariki na kati shindano ambalo limeandaliwa programu imepangwa vizuri na kwa hakika kwamba majaji watakuwa na nafasi nzuri lakini watatakiwa leo watende haki kumpata mwakilishi mzuri wa shindano la Vodacom Miss Tanzania 2011 kitu kingine mwamko ni mkubwa sana. Mwamko ni mkubwa kwa sababu gani? Mwamko ni mkubwa kwa sababu warembo wamekaa pamoja, wamepata mafunzo pamoja, wazazi wamewapigia kura warembo, na hakika kwamba uh, wazazi wamehamasika zaidi na kwamba tunao hakika mwaka kesho wazazi watawaruhusu watoto wao kushiriki katika mashindano haya ambayo yanaendeshwa kwa kanuni, sheria na taratibu. Ni mashindano mazuri, yamefikia kiwango kizuri, hasa baada ya kutimiza miaka 18 ambao ni umri wa kadiri ya warembo wengi wanaoshiriki mwaka huu O mashindano haya ni ya kwao. Je, tutarajie nini mwaka huu katika mashindano ya dunia baada ya kumpata mwali wetu? Ha, mashindano ya dunia kama ilivyo hata mrembo ataandaliwa kwa kadiri ya uwezo wetu na kwa jinsi ambavyo ninavyoona kwamba tuna nafasi nzuri zaidi ya kufanya vizuri zaidi, kwa sababu sasa warembo hawa ni warembo wa karne mpya. Warembo hawa wana vitu vingi, warembo hawa wamepata mafunzo mengi, takriban mafunzo mengi mashindano yote ambayo tangu tumeanza wamepata mashindano ya etiquette, wamepata mashindano ya kuwa exposed, wamepata mashindano ya kuwa interacted, wamepata mashindano ya ushirikiano, wamepata mashindano ya hygiene, wamepata mashindano mafunzo -ma -ma -ma -ma -ma na mashindano -ma -ma -ma -ma ambayo yamewafanya sasa wazoee na kujua mambo mengi zaidi ya kimataifa na hasa kujua namna ya kuingiliana wao, namna ya kushirikiana na namna ya kujenga mahusiano na wasichana wengine na hasa wa kimataifa. Labda kwa kuwakumbusha tu wapenzi wa fani hii pia, labda na wazazi na washiriki watarajiwa, unaweza kutupa machache tu mafanikio ya Miss Tanzania waliopita? Mafanikio ya Miss Tanzania, tumefanya vizuri sana ukilinganisha na nchi nyingi, si kama ambavyo watu wengi wanasema. Kwanza sisi tumeanza miaka kumi na nane iliyopita, kuna mataifa yaliyoanza miaka hamsini iliyopita hayajawahi kupata Miss World. Sisi katika miaka kumi na nane, ilipofika mwaka elfu mbili na tano tulimpata Miss World Africa Nancy Sumali. Kwa hiyo kwetu sisi tunajivunia mafanikio na tunaendelea kujivunia maf ma mafanikio kwanza, sisi ni nchi pekee katika Afrika mashariki na kati ambao hatujawahi kukosa kushiriki katika dana, shindano la kimataifa la Miss World, kwa hiyo tunajivunia hilo na tunajivunia kwamba warembo tunaowapeleka katika mashindano ya dunia wanaitangaza vizuri zaidi nchi yetu. Nchi yetu ni nzuri, ina vivutio vingi. Kwa hiyo tunaomba watanzania watuamini, tuendelee kujenga, tuendelee kuhamasisha na tuendelee kuhakikisha kwamba mrembo anayepatikana kwa haki na jinsi ambavyo majaji wataamua, basi awe ni mwakilishi mzuri, awe na tabia njema kama alivyofunzwa na kuhakikisha kwamba mwakilishi wa Tanzania mwaka huu basi atubebe na abebe bendera na apeperushi bendera yetu ya taifa vizuri zaidi. Mwisho labda unaweza kuwakumbusha wapenzi uh, kuhusu uh, waliowahi kupata kuwa Miss

Kwa au, ukizungumza kwa uchache tu, warembo takriban wote, bahati nzuri kwamba nimekuwa na mashindano haya tangu mwanzo, ukiangalia kwamba mshindi wa kwanza alikuwa aina Maeda ambaye sasa hivi anaishi Cape Town, amefaidika, amesoma, ameolewa na familia yake, ameolewa na mzungu kutoka Bulgaria. Ukija mshiriki wa pili Emily Adolf, amefaidika, anaendesha biashara zake, nadhani watu wote mnajua, anaendesha club ambayo inaitwa Rumours. Ukija Shose Sinare, ni mmoja kwa madirekta katika benki kubwa hapa nchini Stanbic Bank. Ukija Basila Mwanukuzi au Saida Kesi, Saida Kesi yuko katika Umoja wa Mataifa <coughs> huko Arusha na akifanya kazi katika ICTR ambayo ni mahakama ya Rwanda. Ukija kwa Basila Mwanukuzi anaendesha biashara zake za saluni ya kisasa ambayo iko nyumbani kwao. O, tuna, a, a, naifata ni Hoistem. Hoistem anafanya kazi umoja wa mataifa katika ofisi za UN Tanzania, zantanzania. Ukija Happiness Magese mwanamitindo huko Marekani, na ambaye pia anakuja kushuhudia shindano hili leo. A, Jacqueline tuyabaliwa kama mwimbaji, sasa hivi interior designer. A, anafanya vizuri katika kazi zake. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa uchache tu, tukija Nancy Sumari tayari na kampuni yao ambao wameanzisha yeye na mrembo mwenzake Ali Mkiwia, lakini na warembo wengine wote e, walioko, hata tukimtaja Wema ambaye amejikita katika filamu naye pia anafanya vizuri tu kwa maisha yetu ya Tanzania kwamba anajishughulisha, hajakaa chini. Na hakika kabisa na warembo wengine Richard Adia yeah, anaendesha shughuli zake e, hapa Tanzania akiwa amefungua beauty parlor yake na college ya kufundisha mambo ya urembo pale Upanga. Lakini pia na Slim Karimu yuko Afrika Kusini akijifunza mambo ya um, modeling na mrembo wa mwaka jana sasa ndo anamaliza e, anarudi shule na tunataraji kwamba anarudi shule kujiunga na chuo kikuu. Kwa hiyo mimi nadhani tumefanya vizuri na kwamba tunawakumbusha tu jamii ya Tanzania kwamba wasipuze, wawalete watoto wawalete watoto wampate wapate mafunzo wapate kuelimika zaidi katika sanaa hii ya urembo. Sanaa hii ya urembo ni kazi sawa na kazi zingine. Angalia hapa leo, ukumbi wa Mlimani City, watu chungu mbovu wanafanya kazi. Kazi zote hizi ni ajira, kazi zote hizi ni ajira. Kuna watu wanatengeneza mbao. kuna watu wanafanya branding, kuna watu wanafanya kazi kama unavyoona hapa, taa, kuna watu ma writing manager, kuna ma engineer, kuna watu ambao pia huku ndani kuna kuna kuna kazi chungu mbovu, kuna watu wa generators. Kuna watu ambao wamejikita katika Nasema kwamba Vodacom ni Tanzania. Vodacom, kazi ni kwako, tujenge nchi yetu, tufanye kazi, tukubaliane na mashindano haya. Mashindano haya ni ajira, mashindano haya yameinua viwango vya warembo Tanzania. Asante sana, asante.